Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo. Na kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inaisha pwa inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa katika ukanda wa upande wa kaskazini mwa bahari ya Hindi, lakini pia kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika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 Songwe, Iringa, Njombe, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya jua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa.